Katika somo ambalo tumepewa na kalenda yetu kwa siku ya leo ni somo linalotukumbusha juu ya maandalizi kwa hukumu ya mwisho, na mimi siku ya leo niliandaa masomo mawili tofauti. Niliandaa somo la maandalizi ya hukumu ya mwisho kama somo la siku ya kalenda na la ibada ya kwanza, lakini niliandaa somo fupi kwa ajili ya ibada hii ya pili, kwa ajili ya maalum kwa watoto wetu na vijana wetu wanaopata kipaimara. Mwezi wa Novemba tunapokumbuka kila wakati juu ya ukumi wa mwisho, kuna mambo mengi tunayoyakumbuka. Tunakumbuka siku ya watakatifu, tunakumbuka matukio mbalimbali yaliyotokea katika maisha ya Kanisa na kipekee ya yetu tangu ikiwa misioni ya Usukuma mpaka leo. Ni katika mwezi huu ambao ni wa kumi na moja baada ya siku ya watakatifu ndio mwezi ambao baba Askofu marehemu Gomani aliongoka kutoka Usabato na kuwa Mluteli na baadaye Mungu akamwinua kuwa askofu wa dayosisi, lakini ni mwezi huu pia ambao Mungu alimuita kuhama katika maisha haya na wimbo tuliowimba tukija kusimama hapa kwa ajili ya mahubiri, ndio wimbo wa kwanza usikie ukiimbwa kwenye kanisa la kiduteli siku ile ambayo alienda darasani kule Bariadi, akienda kuwaangalia wale watu waliomkaribisha kwenda kusali, akawakuta yule mtu aliyemkaribisha amekutana naye barabarani jana yake, anashangaa na ingia, anaingia na mkuta, amevaa kanzu nyeupe, alafu alikuwa anajua wanaovaa kanzu, kanzu nyeupe ni mapadri. Akasema kumbe huyu baba nilikuwa naongea naye jana ni padri, kumbe alikuwa ni mwinjilisti kanisa la Kilutheri. Na kumbukumbu kumbu nyingi katika dayosisi yetu juu ya mwezi huu, kwa kuwa nitasema juu ya vijana wetu wanaopata no, kipaimara, niguse kidogo juu ya siku ya mwisho, hukumu ya mwisho. Makanisa mengi na watu wengi wameitumia vibaya sana siku hii ya mwisho tunapoisoma katika maandiko matakatifu, katika somo la leo, Bwana Yesu alikuwa anasema, niufananishe na nini ufalme wa mbinguni? Umefanana na juya ya lililotupwa baharini, ikakusanya samaki wa kila namna, hata ilipojaa walilivuta pwani, wakaketi, wakakusanya walio wema vyombozi bali walio wabaya wakatupwa ndivyo itakavyokuwa katika mwisho atatukea wa dunia malaika atatokea, atawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndivyo anavyoisema Bwana Yesu hukumu ile ya mwisho, kwamba akina Makenzi wameitumia vibaya kule Kenya na wale wengine kule Uganda wakauwa watu na kuangamiza. Haizuii kusema ya kwamba ni hakika siku ya mwisho ipo, na siku ya mwisho ni ya kutisha, malaika watakapobagua watenda maovu na watenda mema au wenye haki. Ni hakika hakuna atakayekuwa na uwezo wa kudanganya wala wakuficha aliyoyatenda. Mhukumu mwenye haki atahukumu kwa haki. Ni katika hukumu hii ambayo ilitafakarisha sana Martin Luther akasema, nitashangaa sana mambo matatu katika hukumu ya mwisho. Nitasema mawili na kama badarusi nitasema la tatu. Tuna, katika hukumu ya mwisho nitashangaa mambo matatu. La kwanza nitashangaa sana wale ninaowaona hapa duniani, ninaowaona wenye bidii, macho yangu ya nyama yanayodhani ni watakatifu hawa, ambao ninadhani mimi ni wanyenyekevu, nitakapowakosa katika ufalme wa mbinguni. Jambo la pili, Matilunda anasema nitashangaa sana wale ndio wadhani ni watenda maovu, ninaofikiri wanaenda katika njia isiyofaa, wale ninaofikiri wamekengeuka, nitakapowaona katika uzima wa milele. Kwa nini Matinduta anashangaa? Ni kwa sababu wanajua maisha watu ya watu wengi yamejaa maigizo, hayana uhalisia maisha ya watu wengi yamejaa udanganyifu mwingi, hayana uhalisia. Maisha ya wanadamu wengi yamejaa unafiki mwingi, hayana uhalisia. Mtu unayemwona mchana leo, pengine hata hapa kanisani, siyo alivyo nyakati za giza au nyakati za usiku. Mtu unayemwona mbele yako hapo jinsi alivyo pengine sivyo alivyo ukimpa kisogo. Sura halisi ya mwanadamu haionekani. Martin Luther akashangaa zaidi wakati ule matengenezo, wale waliodhani ni marafiki ndio waliokuja kukuta ni wakati, wakati ule wa matengenezo, kwamba ni maadui. Ni hakika ya kwamba hatuoni sura halisi ya mwana ndio ndiyo maana Matihuta anasema nitashangaa, sana niliyo dhani ni watakatifu nitakapowaona katika ziwa la moto, niliyo dhani ni watenda dhambi nitakapowaona katika uzima wa milele. Atashangaa kwa sababu mhukumu wa haki yeye anajua ngano na magugu, naye atahukumu kwa haki, tena bila ushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu wapewe sifa. Tumesimuliwa habari za lile juya, wavuvi wamesema kokoro, wengine wangeweza kusema nyavu tuna angua, imetupwa baharini, wakaivuta pembeni kule, wakakuta kuna samaki wazuri, wakawekwa chomboni. Samaki hawa ni lugha ya picha hii, ni watu waliompokea Kristo na kuishi maisha ya toba, maisha ya unyenyekevu. Na juu ya hii nyavu tunayoambiwa ni neno la Mungu, ambalo alibagui kabila ya mtu, alibagui nafasi ya mtu, alibagui tabaka wala imani ya jinsi mtu alivyo, linaenda jinsi vilivyo. Samaki wabaya kwenye kokoro, saa nyingine kokoro linachukua na nyoka ni wale waliokataa kulitii neno la Mungu, waliokataa kumtii Mungu. Watakaochagua si wanadamu, ni malaika. Kama ni malaika, basi kama si wanadamu, basi kwenye tukio hilo hapatakuwa na rushwa, kwenye tukio hilo hapatakuwa na maisha ya uchawa. Watu wamekuwa machawa ili tu apendelewe pendelewe ili tu afaidi mambo fulani, lakini hata mwenyewe akijua maisha anayoishi si maisha halisi. Mhukumu mwenye haki atahukumu kwa haki, na kama mhukumu mwenye haki atahukumu kwa haki, ni lazima tujiandae kwa hukumu ya mwisho katika maisha yetu. Lazima kila alisikiae neno la Mungu ajiandaye afanye maandalizi ya maisha yajayo, akijua ya kuwa hapa hatuna mji udumuo na twautafuta ule ujao, ule mahali ambako kuna usharika mkubwa, kuna kusanyiko kubwa la watu wanaoimba pasipo mwisho, kule ambako hakuna kilio, kule hakuna kusaga meno Ule ni furaha, hakuna cha mweupe wala mweusi, hakuna cha mfupi wala mrefu, watu wote wanashangilia Bwana Yesu asifiwe. Tufanye nini ili tuwe kwenye lile kusanyiko? Na huu ndio ujumbe wa kipaimara kwa mwaka huu, na tutausoma kutoka Yohana Mtakatifu sura ile ya nane mstari ule wa thelathini na moja tendea kusoma mpaka wa thelathini na sita. Yohana sura ya nane mstari wa thelathini na moja mpaka wa thelathini na sita. Basi Yesu wakawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu, wala hatujawai hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote, nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa akai nyumbani siku zote, mwana utaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru. Kweli, kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninahisi Bwana Yesu alikuwa na bahati mbaya siku hii, alikutana na watu waliokuwa wachuaji kwenye maisha. Ni ngumu sana kumsaidia mtu mwenye shida, lakini yeye anadhani kwamba hana shida. Badala ya kusikiliza ushauri unaompa au maelekezo pengine yeye anaanza kujiuliza, amenionaje? Amenionaje? kwanza kwanza, yeye ni nani? alafu kwanza, na msaada gani kwamu? Ni kama ni kama hali hii ndio aliokutana nayo Bwana Yesu, ndio waliokuwa nayo Wayahudi hao waliomwamini. Zingatia sana neno lile la kwanza, Wayahudi waliomwamini walikuwa na dini yao, kisha wakamwamini Bwana Yesu, dini Di ya Kiyahudi. Yeye anawaambia mkikaa katika neno langu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa, amina. Wakaanza <laughs> kuhisi, huyu ndugu labda hatujui vizuri wanasema sisi ni uzao wa Ibrahimu, hatujawahi kuwa watumwa, sisi ni wana huyo sia, wa agano, huyu labda hatujui vizuri. Kumbe kiwalisia wao ndio walikuwa hawamjui vizuri, hawakujua kuwa huyu ni asili ya maisha yao, ni Mungu pamoja na asili yaani Imanueli, Bwana Yesu wapo sifa. Wakamwambia sisi Tunawekwaje huyu? Hatujawahi kuwa watumwa, sisi ni uzao wa ahadi, sisi ni uzao wa Ibrahimu, watu wa agano, wa agano, wana wa agano. Inawezekanaje? Pengine hata wewe kwenye maisha umewahi kuongea na mtu unayetaka kumsaidia au umwelekeze, unamweleza, unajua a alijui halijui Unataka kumuelewesha? Yeye anajifanya amekutangulia, anajua ame, anaanza kuhoji. Hivi unajua unaongea na nani? Pengine leo umekutana na jambo hilo kwenye maisha. Ni vile tu haijaelezwa vizuri, labda wange wa, walikuwa wanajisikia kumuuliza hivyo Bwana Yesu. Hivi unajua unaongea na kina nani? Sisi ni wana wa agano za wa Ibrahimu. Kutana na mtu wa namna hiyo, nataka nikushauri. Mtu ambaye unataka kumuelewesha unamueleza yeye yeah, anakuuliza hivi, wewe unajua unaongea na nani? Mtu ahivyo ukiweza, ondoka upesi, umwache mara moja. Lakini kama unampenda, ondoka uendelee kumwombea. Bwana Yesu apewe sifa, ila umwombee ukiwa mbali. Kupata jambo gumu, kwa sababu mtu ahivo anaonekana haelewi sana. Maana hiyo ni dhahiri ya kwamba watu hao wow, walikuwa na kiburi, walikuwa wanajiona wao ni wao wao wana kila kitu, wana upendeleo wa kipekee kwa Mungu, hawajawahi kuwa watumwa. Kiburi hiki kilizidi kiasi, wanamwonyesha kwamba sisi hatuna la kujifunza kwako kwa. Wao wanajihesabia haki bila kujali matendo yao wanaoishi nayo, bila kujali dhambi wanazozifanya bila kujali kauli zao maishani, bila kujali maisha yao yote yeye. Anawaambia, mtaifahamu kweli nayo itawaweka huru. Wao wanaanza kumshangaa, kweli anayezungumza hapa huyu, anazungumza kweli hivi? Sisi hatujai kuwa watumwa. Yesu Kristo amejitambulisha katika Yohana kumi na nne mstari ule wa sita anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wangeujua huu utambulisho, wangenyenyekea, wangenyenyekea mbele zake, kwa sababu walikuwa naongea na mtu mwenye mamlaka. Mtu akijua utambulisho huu katika maisha yake, dunia haitamsumbua Vitisho vya mwenye Mungu huu havitamtisha, washirikina hawatamsumbua, wasengenyaji hawatakuwa na hawatakuwa shida kwake, watesi wa maisha yake hawatakuwa na nafasi, maana yeye anajua yule aliyenjia ya kweli na uzima, ambaye mtu haji kwa baba pasipo njaji, maana atajua kwamba watesi na wasengenyaji na wanaoleta hofu katika maisha haya ni wajuaji tu, lakini hawajui njia na hawako huru katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru anaosema Kristo ni si ule wa kisiasa, si uhuru ule wa kidunia, si uhuru ule tuotegemea tuuone katika jamii, bali ni uhuru wa kuachiliwa kutoka utumwa wa dhambi uhuru wa kuachiliwa kutoka kwenye viguri vyetu vya uzima, uhuru wa kuachiliwa kutoka kwenye majivuno, uhuru wa kuachiliwa kutoka kwenye tamaa za kimwili na tamaa za dunia hii na hali ya kutokumpenda Mungu, tukijua ya kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi na mtenda dhambi ni wa Shetani, lakini walio wa Kristo waangalika ulimwenguni. Wao ni nuru ya ulimwengu. Martin Luther anasema toba yao ya kila wakati inawatakasa na kupata kibali mbele za Mungu na machoni pake. Kristo anasema katika lile somo tulilosoma la hukumu ya mwisho, mtumwa akae nyumbani bali mwana anakaa humo milele. Maana yake Yesu Kristo na wale walio ndani mwake na yeye ndani mwao wana nafasi ya kudumu katika nyumba ya Baba, yaani katika uzima wa milele. Vijana na ndugu zangu mnaopata kipaimara leo, Kristo anatufundisha mkikaa katika neno lake mtajifunza kweli yake nayo itawaweka huru. Mtakuwa wana wa Mungu wenye sehemu ya kudumu katika familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Wazazi wenu hawakuwaleta katika madhabahu hii kwa bahati mbaya, walijua mkija mahali hapa, ninyi mnaopata kipaimara leo, ndipo mahali salama pa kuwekwa huru, ndipo mahali salama pa kuunganishwa kuwa kwenye familia ya Mungu. Mkayashipe haya maishani. Neno hili kutoka Yohana sura ya nane mstari wa 31 mpaka ule wa thelathini na sita. Msije mkafanana, mnaposhuhudiwa, mnapoimarishwa kwa neno la Mungu, mkafanana na hawa wayahudi waliomwamini mkasema, sisi tulibatizwa tangu tukiwa watoto wadogo. Mnapaswa kukua mkiwa ndani ya neno, mkiishi ndani ya neno Kristo akiwa ndani mwenu, nanyi ndani mwake, nkikaa ndani yake, naye ndani yenu, atawapa maarifa, mtapata nguvu ya kupambana na vishawishi vya ulimwengu huu. Kuna mambo mengi huko mnakoenda, kwenye mashule mtaenda vioni, na hata mahali pa kazi, mnamhitaji Kristo akae ndani yenu nanyi ndani yake ili mpate uhusiano na ushirika wa kweli na Mungu, ili amani ya Kristo itawale maisha yenu. Mtakuwa watu wa viwango vya juu katika maisha ya kimwili na katika maisha ya kiroho pia. Ninyi leo mtakiri kwa vinywa wenu kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, na wakumbusha ya kuwa kiini cha maisha ya Ukristo ni kukaa katika neno la Mungu. Yeye ametufundisha katika Yohana kumi na tano mstari wa kwanza akiendia kusoma mpaka watano, anaposema mimi ndimi mzabibu na baba yangu ni mkulima, nanyi ni matawi, na kila tawi lizaalo kulisafisha lipate kuzaa sana, na tawi lisilozaa ulikata na kulitupa nje, lipate kuchoma moto. Ninyi mkawe tawi vinavyozaa msafishwe mpate kuzaa sana. Mkiwa ndani yake, mnakuwa na mawasiliano na Mungu kwa njia ya sala na kwa njia ya neno lake. Mtakapopata kipaimara kuanzia leo, mtakuwa mmeamua ninyi kwa mioyo yenu kwamba ninyi ni mali ya Mungu, mtapaswa kuzaa matunda kama anavyosema katika Yohana 15 mstari wa nane kwamba mkazae sana. Mtakuwa na nafasi mbalimbali katika kanisa la Mungu, nafasi mbalimbali katika nchi yetu, popote mtakapokuwa, mkazae matunda. Nilisema hapa sijui ni mwaka jana au mwaka juzi, nilisema neno hili kwa mkazo kidogo, kwa Kisukuma, nikawaambia wherever you are that is your mission field Ukienda kuwa afisa wa TRA, hapo utakapokuwa ndio eneo lako la misioni la kufanya uinjilisti. Ukienda kuwa mwalimu, ndio eneo lako la misioni la kufanya uinjilisti. Ukienda kuwa nafasi yoyote, ukiwa engineer, ukiwa daktari, popote utakapokuwa ndio eneo lako la kufanya kazi ya umisioni. Huko ndiko kuzaa sana, kuzaa matunda. Watu watakapowaona, waone maisha ya wafuasi wa kweli wa Kristo nini katika maisha yenu. Mpendeni Mungu, mtumikieni Mungu tena kwa furaha, mkalitumikie kanisa na kulitunza ili ipate kukua na kuzaa sana, na Bwana wa kanisa atawajalizeni hekima ile isiyoshindwa na jambo lolote na kuwafanikisha katika maisha yenu ya kimwili na ya kiroho Tangu sasa na hata milele, amen. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno lako siku ya leo. Umetukumbusha kufanya maandalizi kwa maisha yale yajayo na kipekee hukumu ya, ya mwisho, lakini pia umetukumbusha wajibu wetu sisi tuliokiri tulio kwa kutumikia wewe, tulioamua kwa mioyo yetu kuwa wafuasi wako, Kristo. Fanya kuwa wanafunzi wema. Wewe ukikaa ndani mwetu na sisi ndani mwako ili tukutumikie kwa furaha. Kwako uliye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.